Bora nile kijiko cha mafuta. Haya. Kiwa kibichi hivi. Uliko kula kijiko cha sukari. Na bora nile mfuko mzima huu. Lakini sio kula tone la haya mafuta. Hii tunaita seed oils, yale mafuta ya mbegu tunataka vegetable oil, instant stable ya mafuta. Ni mabaya sana kwa afya yako. Unaweza uka ukaondoa madhara ya sukari na ukaepuka magonjwa kama kisukari, presha, unene. Na hasa ukiwa na misuli hata ukila hii, inesi haikusumbui ha sana. Eh, ukafanya mazoezi sana, ukabani kila hiyo ana mafuta ambayo tunapikia sana nyumbani, mafuta ambayo kwenye kila chakula cha nje, ama mantilia hoteli, wapi wanapikia ya mafuta haishi, tuko kwenye damu hii, inakuwa sehemu ya maisha yako. Tunasema haya mafuta yanasaidia kwenye ku absorb vitamin A, vitamin D, vitamin A, E and K. Haya mafuta na cholesterol ni mazuri same same, tunaita saturated fat, alafu kuna hii unsaturated bonds zako ni so unstable Inasaidia kwenye uzalishaji wa cell membrane, inasaidia kwenye ubongo, kwenye nguvu za kiume, kwenye mambo ya fertility. Same same haya mafuta ndio anakaa kwenye hizo fibroids au PCOS, uko na haya mafuta anakaa kwenye seli ambazo uko nazo eh. Unashangaa una ngozi mbaya na unahangaika na collagen, unashangaa una chunusi muda wote na unahangaika na cream, unashangaa una ngozi mbaya. Hizo seli ndio zinazounda ngozi yako, sawa? So, hizi zinaenda kuwa, zinaenda kujikamba na seli zako. Hii ya mafuta tunasema ni unstable same same seli zako zinakuwa unstable. Utapata haraji, utapata inflamed gut, utapata na vidonda vya tumbo, utapata leaky gut, utapata nasal inflammation, utapata magonjwa ya moyo, utapata pressure, kwa sababu haiharibu tu uh, seli zako, inaharibu na mirija yako ya damu. There is no way ukishakula mafuta unaenda kuyatoa mwilini. There is no way ukishakula hiyo chips, ukishakula hiyo fried kuku yako hiyo kanganya na mafuta, unaenda kutoa haya. There is no haya mafuta yanakaa miaka mitano toni moja kwenye seli yako nakaa kami miaka mitano. Mafuta ya ya kutumia mafuta mazuri, kuna mafuta ya wanyama sawa, kuna beef kuna talo kuna bata kuna ghee kuna mafuta ya nazi. mafuta ya wanyama, mafuta ya kuku, mafuta ya ya kuku ya kuku mafuta mkia wa kondoo. Mnaambia sukari in all form, mboga, mboga za ni za majani ni sukari, matunda ni sukari, uh, wanga ni sukari, zote ni sukari, so kuna sukari za kula viazi vitamu magimbi sio maboga maharage Ndizi mbichi, hizo tunaweza kutumia zile sukari. Mboga mboga unaweza kutumia sawa. <laughs> unaenda kununua nyama ambazo hazina mafuta au jikangane mafuta haya hiyo. <laughs> Wewe sio? <laughs> unakuwa umefanya nini? Hebu, umetoa umuhimu wa nyama wote, umekangia mafuta. Joint zako zitaacha kuuma kama unataka kutumia mafuta uwezi kulipoti na ukalikava from hiyo, fibroids na kuzumbua, uwezi kulikava from ngozi mbaya, hauwezi inflammation, sio maumivu ya magoti, kiuno, kiungo kama unatumia haya na wanaotumia olive oil kupikia. Olive oil sio kwa ajili ya kupikia. Olive oil ni kwa ajili ya top dressing, sawa so.